Klipu ambayo kwamba nimewahi kutumiwa mazungumzo ya shekhe kutoka nchi jirani ya Tanzania, kwa jina Dr. Sule. Na katika mazungumzo yake, ni mazungumzo hatari mno, ni mazungumzo ambayo kwamba ni ya kiitikadi. Ameelezea mengi kuhusu majini kushirikiana nao na hata akafikiria kusema kuna sura ukisoma ni sura ya kuwaita majini. Itikadi kama hii itabakia kuwa ni batil, wala haina mashiko sahihi kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwenendo wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Naam, tukubali majini ni viumbe wapo, ni viumbe katika viumbe vya Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu alivyotuumba sisi wanadamu, vilevile aliwaumba majini. Na sote alituumba na mission moja na agenda moja. wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun, Mwenyezi Mungu anasema, na wala sikuumba majini na wanadamu, illa wawe ni wenye, wenye kuniabudu yatakiwa mbio zetu sote duniani sisi pamoja na hao majini iwe ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hawa majini Mwenyezi Mungu, katika hikma yake, alipenda wawe ni katika viumbe waliojificha, ni katika viumbe wasioonekana, na hii kwetu sisi itabakia kuwa ni katika ilmu lghaibi kuhusu majini ni ulimwengu mwingine kabisa wao. Mwenyezi Mungu amejalia, wanatuona lakini sisi hatuwaoni. Hii ni kadara alo kadari ya Mwenyezi Mungu kwa hikma yake kwa ujuzi wake kwa elimu yake. Kuanza kuwashirikisha ama kushirikiana na viumbe hawa, unaingia katika ulimwengu mwingine kabisa. Na wengi walipotoka, wengi walipotea njia wengi waliingia katika milango ya ushirikina, wakati waliibisha milango kama hii ya kuingia katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa majini. Huwezi sema kuwa Qur'ani, ukisoma Suratul Jinni basi ni sura ya kuwaita majini. Makosa makubwa. Mwanzo jua hii sura, sababu nuzuli yake, kwa nini ilishuka? Mtume anaswali swala ya alfajiri na masahaba, majini waliisikia Qurani. Mtume hakuisoma kwa nia ya kuwaita majini. Si malengo ya Qurani, si kazi ya Qurani. Qurani ni tuisome taabudan lillah, tunamwabudu mwenyezi Mungu kwa kuisoma Qurani. Ukisoma Qurani herufi moja thawabu kumi, herufi mbili thawabu ishirini, alif lam mim thawabu thelathini hii ndo kazi ya Qurani, tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuisoma Qurani. Qurani tuisome, tufate maamrisho, tuwe mbali na makatazo. Hii ndo malengo ya Qurani, wala Qurani malengo yake si kuwa tusome tuwaite majini, si kazi ya Qurani. Na maneno haya wakiyasikia wasokuwa Waislamu, hapo ndo utasikia wakisema "Eh, Uislamu hey, ni dini ya majini Kumbe ni ufahamu e, batili. Ni ufahamu wa upotofu wa baadhi ya watu wenye kujinasibisha na Uislamu. Je, kwenye Qur'ani hujaona suratul Insani, sura ya mwanadamu? Je, kwenye Qur'ani hujaona suratul Nahli? Je, kwenye Qur'ani hujaona suratul Baqara? Je, ukisoma suratul Baqara sura ya ng'ombe, ng'ombe watakuja kwa sababu umesoma suratul Baqara? Je, ukisoma suratul Nahli sura ya nyuki, nyuki watakuja kwa sababu umesoma sura ya nyuki? Ndiyo maana ukasema suratul Jinni sura ya majini, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu kwenye hiyo sura amezungumzia majini, ikaitwa ni suratul Jinni. Ufahamu kama huu ni ufahamu wa makosa.

kwa ufahamu wa maswahaba wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tusifahamu Qurani kwa ufahamu wa mtu ambaye kwamba anapiga mifano yake ya kichwani, mifano za mjia za ajabu ajabu, anatumia aya za Mwenyezi Mungu kutafsiri, anatumia ufahamu wake kutafsiri aya za Mwenyezi Mungu, ni jambo la makosa, jambo la makosa kwa hakika. Ni tahadharisho tunatoa kwa Waislamu kusikiza mazungumzo kama hayo na hii elimu tunayosoma wanasema wema waliotangulia, inna hadha lilma dinun fanduru an man tahudhuna dinakum. Elimu unayoisoma mwisho wa siku ndiyo itakuwa dini yako. Chunga, tahadhari, angalia kwa nani unachukua elimu yako, ambayo kwamba itakuwa mwisho wa siku ni dini yako. Ukichukua kwa mtu ambaye kwamba itikadi yake ina yumba yumba, basi jua uko hatarini. Uislamu uko mbali kabisa na jambo la kushirikiana na majini na kujikinga na majini. Mwenyezi Mungu anasema, wa annahu kana rijalu min alinsi yaudhuna birijali min aljinni fazaduhum rahaqa, walikuwepo baadhi ya watu katika wanadamu wanajikinga na marijali katika majini, na jambo la kujikinga ni ibada ambayo kwamba anastahiki kufanyiwa Mwenyezi Mungu. Usijikinge, ila jikinge na Mwenyezi Mungu, si ujikinge na majini, na usiwe na itikadi eti eti majini wanajua ilmu lghaibi. Ni imani potofu. La ya'lamu lghaiba illa Allah, hakuna ambaye kwamba anajua ilmu lghaibi illa Mwenyezi Mungu. Usilete majini wakaingia kwa elimu kama hii, imani yako itatetereka, imani yako itakuwa iko katika pahala pa hatari na kuna aya ambazo kwamba aliwahi kuzisoma katika mazungumzo yake na hadithi mbalimbali mbali, ambazo kwamba ipo haja hizo aya na hizo hadithi tuzifahamu kama walivyotuelezea wanazuoni wetu wakubwa, kibaru alulamai, wanazuoni wetu ambao kwamba ni wakutegemewa. Si mtu ambaye kwamba anatafsiri aya anatafsiri hadithi kwa ufahamu wake, ni makosa makubwa na huu ni wito pia kwa wasokuwa Waislamu, tunawaambia Uislamu si dini ya kuvaa pete kwa ajili ya majini. Uislamu si dini ya kuchinja kwa ajili ya majini, la, tunachinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fasalli li rabbika wanhar, salini kwa ajili ya Allah na mchinje kwa ajili ya Allah. Uislamu uko mbali na maneno kama hayo.